kutoka kam jiwo Let's avoid the fraudsters taking advantage of the desperate situation of unemployed in Kenya and unemployed Kenyans. Tuende kiwanja tufanye kazi mtu akishinda akichukuliwa, ashukuliwe. Usiletewe ya karatasi kwa nyumba, ama unaambiwa kaa kando, lete kesi ya fulani. Please msikubali hiyo, kwetu sisi na agencies zote nyingine ya serikali ambayo wanaweza chukua hatua. Kwa hivyo msiwe na hofu ya kwamba iko mtu ataandikwa kwa station, iko mtu itakuwa kwa ile uwanja ambayo kutakuwa na wazi, na vile waziri wetu ameweza kusema kila mara